Jambo jambo Wakongomani eh, sisi tuna shida. Kabila ya watu weusi iko na shida sana mu dunia nzima, nchi zote za watu weusi zinategemea wazungu. Na watu wanasema sema watu weusi wako na teknolojia, wazungu walikia kuwachukua teknolojia unji, wakaipeleka kule Elemina, ikatalaka ni bongo mwitu mwezesha kukuwaga na teknoloji ni bongo tena bongo tena bongo juu. Leo hii tunasema zile teknoloji ni mabulozi, mabulozi. Leo zinabakia sana mudunia ya batu veusi wanamalizana wenyewe kwa venyewe. Hasa zile sumu zinatoka wapi? Ile kutesana magonjwa esiyo tibika inatoka wapi? kufania wengine mambo yasiowezekana inatoka wapi? Sisi tulifungwa akili na Mungu. Mungu akupendaka mtu mweusi ajidevelope, awe ni mtumwa wa wazungu miaka yote. Ona leo wanaenda kutupatia jina ya Congo, seme Congo Democratic. Eske tuko na, tuko na nini na demokrasia sisi mu Kongo? wala Kongo ya baesklave Kongo ya baesklave esclavagiste enje sie tuna vincre miaka yote tunaishi yemo, sie tuko batumwa ayiko Congo ya demokrasi, atukupataka demokrasi. Lumumba baliombaka demokrasi lakini balimwimaka demokrasi, paske nje probleme etuko nayo. Mobutu alijuaka nje maana, alipatiaa ijina Zaire, alikuwa alikwanaona alionaona hii apelasio ya baba bwana, hii haiko apelasio ya mzuri muzuri, njoo anajua mwile apelasio muko vugonjwa tu, watu wanaishi kukongolea wengine mali, na waenga wanasema kwamba jina la mtu njo yeye, na ndio tusi yake, njo tabia yake, njo hali yake, jina la mtu juku na majina ambayo unaweza itwa ile jina na vrema inakuwa kashe kumwili, vumilia mateso nani utaenda kutanisha pamoja hiyo majina na wakamata mpaka wanakosa amani, vatabu sana. Sisi hii jina la Kongo, ili ni jina ambalo lilituingiza li, li, murepondere kubwa sana tena kubwa tena kubwa sababu Bakongomani wa benye wanaitwa Bakongomani banakataa jina ya Zaire, balikuwa wanajua ile jina, sababu ni jina ya laana ambayo inatumikishwa na shetani, wakairudisha tena. Walikuwa wanajua ile, ile siri ya ile jina, jina ya Kongo eti ni jina ya, ya, ya baraka. Hapana, ni jina ya laana. kila mtu afanye jinsi anataka, kila mtu akule jinsi anataka, akongole vile anataka, hata patia mwingine hana susi na mwingine akwana jikongolea tu anatia mfuko, ndio anasema una kongola vya uhuru, eh viko na uhuru, unaikongola kwa uhuru wako, ndio kwa ukienda enda kongola mule, uko na uhuru. Ndio maana walitaka aseme, eh, sisi tulipataga uhuru hapana. Walitaka Kongo demokratiki sababu, wendo bikongole na uhuru pasiwe mtu wakukubuguza. Ndio maana mnaona sisi tuko tunakufa. Vitu vya huu mkongo viliwekwa viko na uhuru. Kila mmoja anatoka kwenye anataka, anja akamati gisa anataka. Sasa sisi mule mkukata katana sasa njoo anaikala chini. Hapo na vitu yetu vinyi vitu tulitiaga shamba yetu ya uhuru. Unakuwa mwingine bovilulu ule kwa unatusumbua sumbua. Mwende sasa mkwepo unachonganisha ule bovilulu mkwepo unakulana wenyewe kwa wenyewe njo gisi iyo jina elikwvo Kongo ya uhuru ya watu benye balipandaka ishamba, siwezi banakiavuna Kongo yao. Ile mabeberu ile bale bale babandi, tulikuwa tunajikulia tu, leo wanatumalizia nani maisha. Asubuhi bauwe, magharibi bauwe, mchana bauwe, kila saba tutesi. Ndio problemi tuko nayo hiyo, tuko na shida kubwa, si hatuna Kongo ya uhuru, haiko uhuru. Wa wazungu wao, sio wetu, kwa kuwa wanakia chuma vyapo wanavyo na njoo, mnaona sisi tuko hivi akili naaitulii asubuhi maneno kesho maneno mangari maneno, tunauana sisi kwa sisi, hakuna huruma yani, tunasalitiana sisi kwa sisi <coughs> e <Hey> Mungu <coughs> hey. Tunasalitiana sisi kwa sisi, tunawana sisi kwa sisi, hakuna kupendana sababu wao wanafanya ile yote, sisi tufanye nini? Tuchukiane na tukisha chukiana basi, shamba yabu itakuwa iko sawa. Tukishakuwa na umoja, wao hawataki ile umoja, ile ile umoja yetu ikiwepo juu hivi, hakuna mwenye kwa anaona kwamba sisi eh, tuko tuko tuko vibaya ah, kila mtu kwa anaona sisi tuko sawa tu. Ndio tulisema ile Kongo ya uhuru wa kila mtu akua na kamata yake jo, kwa maana mnaona eh, mimi niko commandant general hapa, mimi niko kapitena hapa, niko na silaha tano nisha kwa generale nisha kwa fulani na ba kuvernema na ba ukukuba ba, ba ba milisi na ba nani. Kila mtu iko mu Kongo ya uhuru, kila mtu kula viake Kongo la mali yako na uhuru, pasio wa kuderanje na kikuderanje. Sisi tuko hapa, tutakusaidia unampigo mpigo na muua, ukisha muua, basi Jo hile nye, munaona siya tunaisha. Siya tunakuna Kongo. Musikomu njeana niko nabaj, na nikijisemea batu banasema, nasema sisi atukuagi na basome bakuwaza kirefu. Sisi atuna nabo Kongo ya benzetu ba Belge baliachaka iwe ya uhuru Kongo ya kukongola mali zabo na uhuru, sisi tunaenda kushikamana nayo kiki kiki, ni yetu, ni yetu, ni yetu, ni yetu, na ni yao sasa. Leo natumalizisha inatuwisha tunawana sisi kwa sisi, tunafarakana sisi kwa sisi, tunachukiana sisi kwa sisi, nabo kwenye bako wanakula tuna kusaza <laughs> kwa <Afrika. laughs> na <Kongo. laughs> sawa sawa, ukitafuta kusema nini unaona <laughs> wanaosema watu ni bilema, abana akili, bapelekee huu franga tu kidogo, basi haba yui kenye biku wamo na asili yetu, yenye tuko tunasema asili nabenye abana asili na balozi nabenye baiko balozi. Na balozi na bafumu na benye baiko bafumu bote banatafuta madawa, mtoto wangu aende Bulaya bakkusse mliko na akili, siye tuko na akili. Wanazikamata zile mali wanazificha batoto yao basiku, wanazikula me bazungule, bashin banazichimba kule kote, banazichimba abulozi kwa teknolojia yetu iko wapi? ya maisha ya kuikala na mende nyumba moya, kuikala maisha ya, ya hovyo ya bunyonyo ya nyama za mupori. Jenga nyumba ya mzuri, akili kutoka kwa bazungu mupate barabara mzuri akili kutoka kwa wazungu, mupate moto ya kukonga akili kutoka kwa wazungu. Kila kitu wazungu, batakosa kutukoba na tu intimide masasi wazungu oh, mabunduki wazungu oh. Sasa sisi zetu silaha haziyo kwaige, zinaonekana wewe ni kutega tu, yeye anapita anapata mgulu na oza eh, sawa eh hey, kichwa lilivimba sawa eh hey, meno kinywa ng'ambo moya. Eh hey, mtumbu walitoa mtoto, eh hey, walikuacha kinyama nyama mtumbu. Hiyo hey, tu. Lakini kujua kwamba tuko tunaenda wapi? Tufanye nini na sisi tuikale chini? Hakuna. Hivi mwaka inafika hivi. Eh. Mavote zisha hicho. Hey, eh bwana wewe ukutoa mtoto, ujue muhimu mwaka tutakula mtoto yako wala bwana yako wala bibi yako. Hivi tu. Na kubasomi ni vile vile. Na kubalozi ni vile vile. Na wafumu ni vile vile vile. Na, na ile ujuzi ni vile vile vile hakuna wa kusema seme mimi akili yangu nifanye nini? Eh, bote ni vile vile. Ukikala chini ukatafakari, unaenda kutanisha sisi tuliombaka zamani zamani zamani zamani zamani na mbi makaratasi Republique Democratique, demokrasi ya wapi sasa Sasa huu uhuru ambao tunausema kwa kile karatasi uko fasi gani? Kule Belge alisema seme hii eh, independence mko mnasema, itakuwa munasema seme mnaupata uhuru après independence est égal avant independence. Na ni kweli, kila siku ninaenda somea niko na doctorat ine mimi si doktere <laughs> kiruga kya mwenzake kina mutia bugonjwa semiko fulani. Sasa doktere wakufanya nini? shindano hayui. Doktere wakufanya nini? alimeti hayui. Doktere wakufanya nini? hakuna vyenye anayua atibu na vitu vya vazungu, ndio ubu udoktere yote mazungu bamutumie, ba, ba ndio atibu. Sasa ulikuwa doktere wa nini? Mungu akuwa anatumia si tuko na shida sisi Banuare. Banuare, kuna probleme vile wende Tanzania vile wende Kenya vile wende wapi vile asa asa hawa bantu byake yanapanga tu, ni nchi ya uhuru, kila mtu afanye kisa anataka, demokrasia, nchi ya kukongola mali kwa uhuru, hakuna wakubuguza mwingine, njoo hii Kongo. Kongola mali kwa uhuru jinsi unavyotaka, njoo sasa unaona mu Kongo. ni batu wa kwa guvernema ni ya basoda betu, tunasema ba ba Bana kwa kwa tu vile. Jeshi ya akiba. Nayo inachanganyikiwa vile vile. Ili abajue kwenye bako. Hivi tuko tunasema ba mali mali abajue kwenye bako. Haba yui position yenye iko hapo. Nao inakuwa ni biashara tu inakuwa ni commerce asubuhi, magharibi. Haba yui yenye iko hapo. Kila mtu yuko mbovu yake. Tutaenda wapi? Tutaenda wapi sasa? Kila mtu hivi tunasema hapa hayui yenye iko hapo. Hayui mwanzo na hayui mwisho.

bioze mtupu bioze. Mobutu alikuwa anajikalme mwile sisteme labda labda bitakamata akili ni pale pale. Mobutu anapapatia retour a l'authenticite aee ae. si njwe tunajua, uu uko dikteta unakatala bengine, basi tawale sasa, benye mana tawala leo kinaenda wapi? banamaliza batu kumaliza batu, pigana vita, hakuna kupigana vita ni kuwishawisha watu kila siku. Mai mai anatoka kwenye hiko anaenda tena nyanganya mwenzake mai mai bunduki. Banyarwanda wanabachunga lakini anashindwa kwenda kwa banyarwanda wenzake anakimbilia kwa mwenzake. Iko ananionea mimi, ataniona nini nitampiga. Eh. Foka mai kijana, wanaenda pigana kule kwenye wenzake wanafunga nje. Leo leo, leo nzibira iko mumikono. Yeye tu njoo kwenye kuraishia akili tu pale. Yeye akuwa anapata franga, wenzake basi kule.

bazungu wenyewe tu haba wapendi kwanza na ndio biko na masasi yao, ngawa mkoagi na masasi na muna bunduki mabulozi tu ya bongo bongo tu kumaliza maliza batu tu. Lakini sasa ile serikali ndio iko na basaidia kadogo kadogo kadogo ka huruma mbo. Tena mwele serikali mko watu benye bana uzalendo tena, bana baibia siba habapate kiwazi, bana baibia e bwana abaweza haba, tu eh, bana bana karoho labda labda labda wanaweza kutusaidia, labda labda labda wanaweza kusovee nchi, labda tuwasaidia haka. Lakini na bila viongea uliko kwanza uwaze kirefu, mawazo kama ya binyama binyama tu sisi, mawazo ya ma kinyama kinyama tu sisi, mawazo ya ma hata tushauriane namna gani, tuangalie chakufanya e -e. Eh, eh, mawazo ya kinyama kinyama tu, maubishi ubishi za ovyo ovyo, mawazo mawazo ya ovyo ovyo, kujiwekaweka, tunajua na hatujui kitu hivyo hivyo tu, kila mtu anajisikia anajua, wende wende kutanisha sasa vyenye anajua hamna hata kimoja. Watu wanaikalaka chini chunguzeni, ni wapi ambako tuliko shindwa, tunajiregle. Kama ni kwa FDC, tafuteni wa, wale wa, wa patriote wa FDC. Bwana hiki kinakuja je? Bazalendo nabo ni bwana fasi flat, usikia mnaanza pigana, mnaanza kuwa baraia. Sisi hatutaki kile komanda mwenye ko pale suspect direct, lakini leo bitakuwa eh, walipiga mtu masasi sawa sawa. Alikuwa mlozi alikuwa nani, nani bongo, mara ingine tu ya bongo bongo banashindwa kwenda kupiga banyarwanda masasi, biko anapigana masasi, anapiga masasi. Eh, inchi iko na uhuru kwa kila anapiga ni piga, piga eh, tu, mtu kukongola mali kwa gisa nataka, kila mtu kwa nanyanyasa gisa nataka. Jua iko inchi ya uhuru, uhuru wake uko na siri ya ndani. Uhuru wa hii inchi njo ule mi nabafungulia pale, uhuru wa kila mtu kufanya gisa nataka, kongola kwa uhuru bila tatizo, mwenye na katala basi malizi. Njo maana hii demokrasi mko mnaambiwa mwemwe semu demokrasi.